Mara baada ya kuangalia aina saba za wanawake, leo tena tutaangalia aina saba za wanaume, ikiwa ni sehemu ya pili ya somo letu, aina saba za wanaume. Hebu mtazame baba yako, mtazame mume wako, mtazame rafiki yako wa kiume, alafu umwone ni aina ipi. Na wewe mwenyewe kama ni mwanaume, ujitazame, ujiangalie, hapo ni aina ipi. Aina ya kwanza kabisa, yeye anaitwa Broke King Yani, huyu ni mtu ambaye anapenda heshima ya kifalme, lakini hana uwezo wala mwelekeo. Huyu anapenda sana kutawala, lakini hajajipata kiakili, hajajipata kifedha, lakini anataka kuheshimiwa kama kiongozi, anataka umaridadi, anataka ubora. Huyu anatumia wanaume kama silaha ya kuficha, hata saa nyingine uvivu wake. As long tu yeye ni mwanaume anaona kama ameyapatia maisha ana, ana, ana, anajificha hapo kwenye kichaka cha wanaume, na kisaikolojia mtu kama huyu ana inferiority complex. Yani huyu hata anajaribu kujilinda kwa kiburi, as long yeye ni mwanaume. Huyu hatari yake ni kwamba hata ukijaribu kumsaidia mwanaume wa Broke King, anaona kama vile unamdharau au unataka uhuru wake au una taka kumwacha. Kwa hiyo huwa anatumia hivyo kwani, mfano wa Biblia, kuna kitabu cha, kuna kitabu cha Wafalme sura ya kumi na mbili, kuna mwanaume wa aina hii. Wafalme sura ya kumi na mbili. Uh, kuna mwanaume ambaye anaitwa Leoboam. Huyu alipewa ushauri na wazee, lakini akakataa, akachagua kutumia nguvu badala ya hekima. Huyu Leoboam aliharibu ufalme kwa kiburi na hata bila kutambua kwamba hana msingi wa kweli. Alitamani ufalme, lakini hana uwezo, hana uwezo, hana mamlaka, hana kitu. Huyu ndio tunasema watu wenye lack of awareness, yaani hata kujitambua ajitambui, ila ana high ego, lakini pia ni, anapua ni leadership katika uongozi. Sasa mtu kama huyu ni mtu ambaye anataka heshima ya Daudi lakini ataki hekima ya Suleiman. Huyu ndo anaitwa Broke King <laughs> Yani huyu ni mwanaume ambaye kimsingi anapenda heshima ya kifalme ila hana uelekeo wala hana uwezo. Aina ya pili ya mwanaume anaitwa Mr. Fix Me. huyu Mr. Fix Me ni yule mwanaume ambaye anataka mapenzi lakini ni kama tiba. Mapenzi kwake ni kama tiba, ni kama therapy wala sio uhusiano. Huyu ni mwanaume ambaye tayari ameshajeuliwa Huyu ni mwanaume ambaye tayari tena, asiyeweza kupenda kwa usalama. Huyu ni mwanaume tena ambaye, ambaye anakutegemea kama therapist, kama savior, kama mokozi, kama mama yake, kama mpenzi wake wa wakati mmoja. Huyu mwanaume huyu tunamuita, tuna kisaikolojia, ana emotional dependence, yaani hawezi kujitegemea huyu. Changamoto zake ni atakuchosha kwa mahitaji ya kihisia yasiyoisha. Huyu hapa mi kuchosha kwa mahitaji ya kihisia yaliyoisha. we we kwake, mama uwe, dada uwe, mpenzi uwe, mke uwe, bibi uwe, kila kitu kwake. Huyu huyu mapenzi huwa mzigo badala ya zawadi. Yani sasa hautajisikia tena kama mnapendana, unaona tena eh, mbona sasa ni mzigo huu? Kwa sababu yeye ni mi na anataka umponye majeraha tayari anayafanya mapenzi kama kumponya, na ndio maana utagundua katika kitabu cha cha Waamuzi sura ya kumi na sita Samson hakuwa tayari kwa mapenzi yenye afa. Alitaka tu mapenzi kama tiba ya hisia na vita vyake. Ukiangalia vizuri sinario za Samson, kila mara baada alipokuwa akipigana akishaumia, akisha, akisha ameshamaliza kupigana akishamaliza mapambano, ndio anataka kulala na mwanamke kwa hiyo utagundua Samson alikuwa kila baada anatafuta anatafuta mwanamke kama therapist, kila akimaliza kupigana. Ukasome kisa cha Samson kmi mwa na tatu mpaka kumi na sita utanila mahala akimaliza anatafuta mwanamke kama. Kwa hiyo mwanamke mwa alikuwa anamtafuta si kwa ajili ya mahusiano tu, kwa ajili ya kumponya moyo wake. Sasa wamwisho kikamlamba yule mwanamke wa mwisho kikamlamba amezoea therapist. Sasa hathari za hao wanaume ni kwamba wewe mwanamke hasa ukiona uhusiana naye kwenye mambo ya mapenzi, mahusiano ya mapenzi, wewe utadhani mnafanya sex for love, utadhani uko pale unajicommit for you are all for love lakini, kwake ni ni kama tiba, kwake ni kama tiba baada ya kujeruhiwa. Huyu ni Mr. Fix Me. Unakuta ndio wale baada ya hapo hapokei simu hakutafuti mpaka tena apatane na changamoto, hata kama asipokuambia na changamoto, ukibidipa unagundua ya kwamba kumbe ndani yake kulikuwa kuna kitu ambacho hakijakaa vizuri. Sasa pia ni kwamba hawa wanaume athari yao ni kwamba wanaingia kwenye mahusiano kiolela, kimsingi tu kukidhi mahitaji yao ya kihisia. Kwa hiyo mwisho wa siku wao wanaangukia pabaya mikononi mwa watu ambao ni wabaya. Mwanaume wa aina ya tatu, huyu ni mwanaume ambaye anaitwa pastor player. Pastor player yeye ana sura ya, hmm, ya kiroho lakini ni manupreta mzuri sana wa kihisia. Huyu hupenda wanawake wanaompenda Mungu ili awatumie kihisia. Utasikia Bwana amenionyesha, nimepata maono, ufunuo, unajua hata Biblia inasema Huyu hujificha kwenye scriptures mafungu, atatoa quotation za mafungu, lakini hana healing wala intelligence. Yani ndani yake hakuna hata uponyaji, ndani yake hamna hata akili. Lakini huyu ana dual personality, tunasema hivyo, yani ana sura ya spiritual, lakini ana tabia ya kiuni ndani yake. Sasa hasari yake ni kwamba anaweza kukuangusha na kukuonea kwa kigezo cha kuita jina la Mungu, badala yake akawa amekuumiza. Kwa hiyo huyu aina ya mwanaume huyu ni kama Yuda Iskarioti. Ukisoma Yohana 12 fungu la sita, alikuwa ni mwanafunzi mzuri wa Yesu na spiritual status yake iko juu kijamii, lakini moyoni mwake ni mwizi. Alikuwa ni mwizi, ni msariti, kila siku anawaza hela, kila siku anawaza kuiba Yesu anakusanya sadaka, ye anapiga mahesabu, siku amekosa sadaka akauza Yesu. Ni mwizi na msaliti, lakini yuko karibu, yuko mambo ya kiroho, anaomba anafanya nini huyu. Ni ndani ni mbaya, ila nje anajificha. Kwa hiyo huyu tunamwita ni pastor player. Huyu kiukweli, huyu ni mtu ambaye ana sura mbili, sura ya kiroho, lakini ndani yake haina tabia ya kiroho. Lakini aina ya nne ya mwanaume ni Silent Killer. Mr. Silent Killer, huyu ni yuko kimya, lakini ni mharibifu wa hali ya juu. Eh, Silent Killer ni mwanaume ambaye huwa, jina hili limesikika sana kwamba Silent Killer yeye yeah, hana makeke, hana drama, lakini huyu huyu hasamei, hey, huyu hatengenezi Huyu sasa ndio hata narcissist wengi wanaangukia kundi la wanaume wengi ambao ni narcissist wanaangukia kundi ambalo ni silent killer. Yani hata ukimsema kwenye jamii, tutabisha, tutakataa, tutasema mbona jamaa yule ni mpole, mzuri, mkarimu, anajali, anaweza akahudumia watu wabaki huko, lakini ndani asihudumie. Yani watu wa nje huko wakaona msifu, wanampongeza, wanasema ah, dume, dume, dume kweli, mwanaume, mwanaume, mwanaume kweli, mume, si huyu baba. Lakini unakuta anavyoongea anavyofanya nini, akisha kuwini sasa, huyu anaweza kukuangamiza sana. Sasa huyu kwenye mfano wa Biblia utampata katika sura ya Samueli sura ya kwanza sura ya kumi na nane, Samueli wa kwanza na sura ya kumi na tisa. Huyu utamgundua kuna mfalme anaitwa Sauli. Huyu alikuwa anajifanya kwamba anampenda Daudi. Ni mtu ambaye anajifanya anampenda Daudi. Daudi ni mtu ambaye ana uhusiano naye, ni mwanaume mwenzie ana uhusiano naye. Lakini ukweli ni kwamba hakuwa anampenda in a genuine love. Alikuwa anamchukia, alikuwa anatafuta kupata naye ukaribu ili amwangamize. Na wengi narcissist, uh, wanakuwa na hizo tabia. Ukishakuwa naye ndani, ukishakuwa naye karibu, ndio anakuangamiza. Hata ukimsemea pembeni hakuna ambaye atakubali Mr. Silent Killer. Hawa pia ni wanaume ambao wako kimya ila wanaumiza wako kimya ila wanaumiza. Aina ya tano mpenzi ya mwanaume, yeye ni baba investor. Huyu tunamsema ana transaction mindset, yani huyu nipe nikupe la tupate, njoo pate mambo matamu toka kwangu. Kumbuka neno uliotangulia nipe nikupe la tupate. Huyu atainvesti moyo, muda, pesa, mali, kila kitu lakini kwa kupata matokeo. Asipopata matokeo ambayo anayataka yeye, sio wote ambayo mnayataka anajiondoa. Kwa hiyo huyu ni baba investor. Kwenye Biblia kuna mfano wa mwanaume huyu ambaye, utasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 29 mpaka la 31, utagundua kuna mwanaume huyu anaitwa Laban ambaye alimuonyesha Yakobo mapenzi alimuonyesha Yakobo fursa alimuonyesha Yakobo nafasi, lakini kila kitu kilikuwa kina masharti. Kila kitu alimbadilishia, hadi mshahara mshahara akamwambia, kuna kutakuwa kuna huu mshahara, alimbadilishia mshahara mara kumi. lakini huyu alikuwa anataka anufaike zaidi na huyu Yakobo. Kwa hiyo usione kama ana invest kama haya, ananipenda yuko sawa, anajali, lakini nia yake ilikuwa ni mbaya, na mwisho wa siku unagundua kwenye hii story Yakobo aligundua hapa, siwezi kuendelea kukaa na huyu jamaa huyu jamaa, kwa kweli siwezi. Alikuwa anamtumia ili na weye aweze kunufaidika. Kwa hiyo hakuna anachofanya ambacho hataki kupata matokeo. Akikupenda anategemea matokeo, akikujali anategemea matokeo, akikuhudumia anategemea matokeo. Huyu anaitwa baba investor. Aina ya sita ya mwanaume ni mwanaume ambaye anaitwa clown energy. Sasa huyu ni mwanaume ambaye yeye kwake ni furaha tupu, yeye kwake ni burudani tu. Yeye anapenda jokes, anapenda memes, anapenda trip, lakini yeye hana mambo ya msingi. Yaani anapenda burudani yeye, ni party party. Ndio maana tunamuita clown energy. Yaani mda wote anapenda vitu ambavyo ni vya entertainments. Mahusiano yake yatakuwa ni mahusiano ambayo yamejawa na entertainments, yeye anapenda kuchekesha chekesha tu kuliko hatua. Yeye anaogopa mazungumzo yenye ukweli, mazungumzo yenye tija, mazungumzo yanayojenga. Yani, huyu ni tunamuita ni emotion escapist. Yani yeye anakwepa, anakwepa, anakwepa ukweli, anakwepa mambo mazuri, anakwepa fact. Yeye anapenda tu kama mzaamzaa tu kama vilevile yani vile. Yeye anapenda tu vitu ambavyo kimsingi haviko na umaana sana anapenda vitu vya burudani, anapenda pati, anapenda, anapenda sherehe, anapenda mitoko, anapenda kula, anapenda kuji, kujiwekeza katika vitu ambavyo vinafurahisha na ambavyo si vya muda mrefu. Kwenye Biblia kuna mfano wa mwanaume huyu anaitwa Esau, kwenye Mwanzo sura ya 25 ukisoma fungu la 29 mpaka 32, utagundua Esau aliuza haki ya uzaliwa wa msingi kabisa, ambao ingemfanya mpaka leo mpaka leo miaka mingi sana mpaka leo angekuwa anatambulika, lakini aliuza kisa kwa njaa moja. Hawa ni watu ambao anaweza akauza mashamba anunue macho matatu, macho matatu. Ameuza shamba akanunua macho matatu, ndio hawa anaitwa anaitwa clown energy, yani yeye ni bora ni bora akose vitu ambavyo ni vya msingi, lakini aonekane anaishi maisha ya kuonekana, aishi maisha ambayo ni mazuri, lakini akapoteza mambo ambayo ni ya, ya kudumu. Kwa hiyo huyu jamaa aliuza haki yake ya msingi, tikisa msosi wa siku moja, na anaongezea chumvi. Au wakiwa waki na wana matatizo wanaongezea chumvi, unasikia yani nitakufa nitakufa. Wewe watu wanafunga siku tatu, siku nne, watu wanafunga, watu wanakaa, mataifa mengine makubwa makubwa yanakaa na njaa, lakini yeye hawezi kujinyima hata kwa jambo dogo, kwamba akisingizia, akiongezea chumvi kwamba atakufa. Hawa ndio wanaume wa aina hiyo. Aina ya saba na ya mwisho wa mwanaume anaitwa The Builder. Huyu ni mwanaume wa kweli. Huyu ana vision, huyu anajenga, hana makelele, hana mikeke mikeke. Huyu ana direction ya maisha, anajeelewa. Huyu ni mwanaume ambaye anakili makosa yake, anaweza kukili, anaweza kujifunza, anaweza kujisahihisha, anaweza kuimarisha mahusiano. Huyu tunasema ni mtu ambaye ana ana, ana emotion stability. Huyu hafichi udhaifu wake. Huyu ana grow kila siku mentality na sio kwa ego mentality, kila siku anajifunza huyu mwanaume hafanyi ili, uh, hafanyi ili ajisikie mdogo. Huyu mwanaume ni kama mfano wa Boaz katika kitabu cha Rusi sura ya pili, sura ya tatu na sura ya nne. Unakutana na mwanaume kama huyu hard worker anajituma, sio muongo, ana mahusiano mazuri na jamii. Ukisoma kwa muda wako utagundua hata Boaz mara ya kwanza alipomwona Ruth, kwanza alienda akamuulizia mtu mwingine huko tayari kuoa mwanaume huyo ambaye anajielewa unaona, anasaidia ana, ana maskini, anawaambia ana wafanyakazi wake, jamani, mtakapokota hivyo vyote mkumbuke na maskini mwasaidie, na maskini msichukue vyote, mwache wengine wanaochukua masazo nao wapate kitu. Unaona, ni mwanaume ambaye anajaribu kuwazia wengine ambao ni wahitaji. Huyu ni mwanaume ambaye ana emotion intelligence with purpose driven, ambaye huyu mwanaume ni mfano bora sana. Sasa wewe mwanaume unaangukia wapi? Natamani kusikia uzoefu wako, eh? Ni yapi ambao unaweza ukayaboresha kwako? Mwanamke umemwona baba yako, umemwona kaka yako, umemwona mwanaume wako, unadhani anaangukia wapi? Unadhani ni wapi ambapo tunaweza tukaboresha? Mungu akusaidie unapotambua kundi lako. Angalia yale madhaifu, yatupilie mbali. Alafu yale yaliyo imara yanyanyue kwa neema ya Yesu Kristo. Mungu na atakusaidia na utaendelea kukuza jinsia yako, utaendelea kukuza mwenzi wako, utaendelea kukuza rafiki yako. Mungu akubariki. Usisahau kulike, kucomment, kusubscribe na kushare maudhui haya kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili kila mtu aweze kubarikiwa na maudhui haya. Kwa huduma za ushauri na saha katika masuala ya kijamii, kiuchumi, mahusiano, afya ya akili, ofisi zetu zinapatikana Makumbusho, Dar es Salaam, Millennium Towers, floor ya kwanza, ofisi namba ishirini, Vicious therapy. Pia unaweza ukaja physically ama unaweza ukapata huduma hii online. Book your sessions katika namba na zinazopita kwenye screen yako. Unaweza kushiriki kuwezesha huduma hii katika akaunti zinazopita kwenye screen yako. Karibuni sana na Mungu awabariki. wa mtumishi wa Mungu, Endson Mabamba ni mtunzi na mwandishi wa vitabu mbalimbali, ikiwemo mtu yoyote asikudharau dharau. Kitabu hiki kimejikita katika kukujenga kiroho, kiakili, kiuchumi na kijamii, lakini pia kinalenga kuwasaidia watu wote wenye msongo wa mawazo, ushauri na saha katika masuala mbalimbali ya kiroho, kijamii na kiuchumi. Lakini pia ni mwandishi wa kitabu kizuri sana cha mirathi na mtazamo wa kiroho kisaikolojia na kisheria. Kitabu hiki kitakusaidia kukupa mwanga namna gani ya kufanya maamuzi sahihi katika swala zima la mirathi kwa kuangalia upande wa kiroho kisheria, lakini pia jamii inasemaje inapokuja swala zima la mirathi. Kupata nakala zako, wasiliana nasi katika namba na unazoziona kwenye skrini yako. Vitabu hivi vinapatikana nchi nzima. Karibuni sana.